Kwa Mungu, umekuwa kila kitu kwetu, hatujaona kupungukiwa, kwa sababu wema wako na nguvu zako zimeendelea kutuhifadhi, zimeendelea kutuwezesha katika kila hatua. Nakubariki kwa ajili ya mmoja anayetusikiliza popote, kwa namna yoyote ile. Sante kwa, kwa bado, endelea kuwatumia watumishi wenzangu kuachilia kile kishikamanisha na mioyo yao Sante kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Sante kwa ajili ya kila mmoja wanaotuombea, ambao wanaendelea kufuatilia vipindi hivi, ambao hawavisikilizi kama tu vipindi lakini wamevigeusa kuwa darasa na kuwa mahali pa kujifunza. Na kuna watu wana shuhuda kubwa za kutendewa kwingi kunakotokana na madhabau hii. E Bwana, kile ambacho amekiachiria Sante kwa ajili ya kila mmoja, asante kwa ajili yetu ni sahamu mbw nyingine, ambayo Mungu tunajiachilia mikononi mwako na kipekee, huu mwezi wa kumi, tunajua yako mambo makusudia kusema nasi imilango liaamoa nasi atufunike kutufiche ikatuhifadhi kwa upya sema nasi, tuko tayari kuweza kupokea kutoka kwako, nami nitumie kama chombo chako kuzinena siri zako waziwazi, kwa damu yako na kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako Amen. Basi tunaendelea na somo letu kwa wale ambao tulikuwa nao, tulikuwa na somo ama kichwa cha somo kinachosema jifunze kutoa bila kujihurumia. Tamani, ku, ku, uh, tamani kutoa usikohitaji kuhurumiwa au jifunze kutoa bila kujihurumia, nadhani itakuwa imekaa vizuri. Hivyo jifunze kutoa bila kujihurumia. <coughs> Tulisukumwa kujifunza hilo somo kwa sababu tumekuwa na masomo mengi ama tumekuwa na walimu wanaotutahadharisha kwenye kutoa, kwa maana ya kuona kwamba tukitoa sana inawezekana kuwa ni mlango wa kufilisika, na wengine nikasema inawezekana wanalitazama suala la wa utoaji kama agenda ya wachungaji kujinufaisha, na wengine wanaweza wanazungumza kwa namna yoyote ile ambayo imeathiri mfumo wao wa kiutoaji. Na mimi nilikuwa ninatamani nigeuze hiki kupitia kwenye hili, kuweka mbegu tofauti ndani ya moyo wako kwa ulizungumza sio rahisi tukarudi kote kule ambako tulianza, lakini nitamani angalau kwa wale ambao ni wageni ambao inawezekana wamesahau, tuanzie mahali fulani, halafu tuweze kusonga mbele kidogo. Nikasema wat, wakati sisi tunatoa kwa kujihurumia ama wakasi, wakati sisi tunajionea huruma katika kutoa tunalalamika na kunungunika, wako watu waliovuka hapo ambao Biblia imewaainisha ambao sasa hivi kwenye kizazi hiki wapo, wanaotoa ama waliotoa kwa moyo, waliotoa kwa kumaanisha, waliotoa kwa bidii, waliotoa tena kwa moyo wa kupenda, wapo pamoja na kwamba katika nyakati zote wapo watu ambao walijihurumia kama tunavyojihurumia sisi katika kizazi hiki lakini wako wenzetu waliovuka, na Biblia imetuainishia baadhi ya watu waliovuka mahali hapo, na sisi tunapaswa kujifunza kutoka kwao. Tulisoma kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa ishirini na tano mstari wa kwanza mpaka wa pili lakini zingatia mstari wa pili. Kutoka ishirini na tano mstari wa kwanza mpaka wa pili lakini zingatia mstari wa pili. Mstari wa kwanza unasema Bwana akanena na Musa akamwambia waambie wana wa Israeli kwamba watanitwalia sadaka. Kiswahili cha kisasa anasema watanikusanyia sadaka, anasema kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda mtatoa kwake sadaka yangu. Sasa ukitaka kuelewa vizuri zaidi, ngoja tusome kwa tafsiri ya neno, uone namna ambavyo yeye ameainisha kwa kiwango cha tofauti kidogo ambacho kinaweza kikakupa wepesi wa kuelewa Kutoka ishirini na tano mstari wa kwanza mpaka wa pili, lakini natamani uzingatie ule mstari wa pili. Basi Bwana akamwambia Musa, waambie Waisraeli waniletee sadaka. Naskaona hiyo tofauti ya lugha, waniletee sadaka, utapokea sadaka kwa niaba yangu, na hili nilikusisitiza kwamba watumishi wa Mungu wanapofanya tendo la upokeaji wa sadaka wanafanya kwa niaba ya Mungu. Jifunze hilo siku zote, na wewe unapotoa usitoe kwa kuwatazama na kuwaangalia wao, kuna mahali utafeli. Mtazame Mungu ambaye ndiye unayempelekea sadaka. Sasa kumbuka, Mungu hana mwili wa damu na nyama, kwa anapowatumia hao watumishi wanaosimama kwa niaba yake usigeuze mtazamo na macho yako na kuwaona wao. Jifunze kumwona Mungu kwenye hiyo sadaka yako, na ndo maana hapa nasema kwa niaba yangu uta, uh, kutoka kwa kila mtu utapokea, wataleta sadaka, utapokea sadaka kwa niaba yangu kutoka kwa kila mtu ambaye moyo wake wapenda kutoa, ambaye moyo wake wapenda kutoa. Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo nilitamani niviainishe hapo vingine nilivigusia, lakini wakati ninajiandaa kuja kuna baadhi ya mambo ndani yangu nilijisikia msukumo wa kuyaongezea pia. Anasema Mungu anamwambia Musa nikusanyie sadaka kwa wale watu walio na moyo wa kupenda. Ndani ya kupenda huwa tunazungumza, hata tunapokuwa na semina za vijana, wale walio kwenye mahusiano au walioko kwenye mahusiano kuelekea ndoa huwa tunaainisha mambo kadhaa kwenye neno kupenda. <laughs> Kwa hiyo tunapozungumza habari za kipimo ama ajenda yako ama kigezo chako cha huyo mtu kwamba ni mtu sahihi ni pamoja na upendo. Sasa kuna watu huwa wanasema ananipenda tu kuona jua huyu atakuwa ni yule Mungu aliyenileta. Ukitaka kujua ya kwamba upendo unaweza ukafunguliwa kwa mtu yoyote, hata mkiachana haimaanishi hautapenda. <laughs> Unaweza ukajikuta umependa mwingine tena. Sasa tuache huko. Kwa hiyo ndani ya kupenda kuna kujali, kuna kuthamini, kuna kutanguliza, mambo mengi sana. ndani ya kupenda kuna kujali, kuna kuthamini, kuna kutanguliza kwa hiyo unaposema ama unapotaka kupima upendo wa mtu kwako, lazima swala la kujali, kuthamini na kutanguliza viwepo. Ukiona mtu anasema anakupenda, haya mambo matatu huyaoni, fikiri mara mbili. Inawezekana hakupendi, ila anakutamani. Hiyo nayo ni sentensi nyingine. Kwa hiyo kuna kutamani na kupenda. Ndani ya kupenda yako mambo matatu yanaweza yakawepo, mambo mengine mengi sana. Sasa Mungu anamwambia Musa, wale watu ambao ndani yao wana moyo wa kujali, kuthamini na kunitanguliza mimi katika mali zao katika vile walivyobarikiwa navyo katika vile walivyo navyo ndio utakao toa kusanya sadaka kutoka kwao uilete madhabahuni. Sasa angalia, Mungu anatenganisha kati ya moyo wa kupenda kutoa na moyo waku, eh, na, na ile hali ya mtu kuwa navyo anatofautisha hivyo vitu viwili. Yani, ule moyo wa kupenda na moyo wa kumiliki ama hali ya kuwa navyo. Kwa tafsiri nyingine, anataka kumwonyesha Musa kwamba usikusanye sadaka kwa vigezo vya uwezo wao ama kwa sababu wao ni maskini. Wasije wakatoa kwa sababu wana uwezo, wakadhani mimi Mungu siwezi bila wao. Hiyo sentensi ni muhimu sana, lakini pia wasije wakatoa kwa kigezo cha kuwa maskini wakaona kana kwamba mimi ninalenga kuwafilisi. Kwa hiyo lengo, ajenda, kipaumbele kiwe ni moyo wa kupenda. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo twende taratibu, wako matajiri waliokuwa navyo, lakini hawakutoa kwa sababu walikosa moyo wa kupenda. Hiyo sentensi ni muhimu sana darasani, ninairudia kwa hiyo kama kigezo kilikuwa ni moyo wa kupenda, sio uwezo, sio umaskini. Kwa hiyo wako matajiri waliokuwa na uwezo tena mkubwa, ambao walikuwa wana uwezo wa kutoa na vikatosha, hawakutoa kwa kuwa ndani yao walikosa moyo wa kupenda kutoa, na ndio maana tunapozungumza hata na watumishi wa Mungu hakuna kitu kibaya mtu kutegemea uwezo alionao ili atoe ama kumtazama mtu kwa, kwa vigezo vya kuwa navyo ili atoe mwisho wa siku watu wa namna hii ndio wanaotusumbua anataka akitoa aheshimiwe anataka akitoa achaguliwe kwenye nafasi yoyote anataka akitoa awe na sauti kitu ambacho hakifananishwagi na ajenda ya utoaji ukiona unatoa ili uwe kiongozi unatoa ili uwe na sauti kwenye kanisa, unatoa ili uwe na maamuzi ya mwisho, thawabu yako umekwisha kuipata. Usitegemee kile ambacho Mungu amekiahidi kupitia sadaka. Ni maneno magumu kidogo, lakini atakusaidia <laughs> Lakini pia upande wa pili, wapo maskini ambao walikuwa wana vichache ama hawana, hawakutoa si tu kwa sababu hawakuweza kutoa ila ni kwa sababu walikosa moyo wa kupenda kutoa, na wenyewe wakajikuta hawawezi kutoa. Nataka uone hizo picha mbili. Matajiri waliokuwa navyo hawakutoa si kwa sababu hawakuwa navyo, ila kwa sababu walikosa moyo wa kumpenda Mungu. Wako maskini ambao walikuwa hawana ama wana vichache, na wao hawakutoa si tu kwa sababu ya umaskini wao ila ni kwa sababu kuna cha ziada, walikosa moyo wa kupenda kutoa. Kinyume chake, wapo matajiri waliokuwa na uwezo tena mkubwa, waliotoa si kwa sababu ya kuwa navyo, ila kwa sababu ya ule moyo wa kupenda kutoa. Hawa hata walipotoa hawakuhesabu wametoa kiasi gani, na hawakutoa kwa sababu yoyote ila kwa kumpenda Mungu. Yaani hawakutoa kwa kwa kwa ajenda ya siri iliyokuwa nyuma ya pazia. Kilichowasukuma kutoa sio walivyo navyo, kilichowasukuma kutoa ni kwa sababu ndani yao wana moyo wa kupenda. Lakini pia wapo masikini ambao walikuwa na vichache wakajikuta na wao wanatoa hata katika uchache wao, sio kwa sababu tu wana vichache, ila kwa sababu ndani yao wana moyo wa kupenda kutoa. Anasema hawa ndio hata walipotoa walitoa pasipo kujihurumia, walitoa kwa moyo wa kumaanisha kitu, ambacho kwenye kizazi tulicho nacho kimekuwa ni moyo adimu sana. Ni watu wachache waliobaki na moyo huu katika kizazi tulicho nacho. Tulio wengi tunatoa vichache, tunajionea huruma hata tukitoa tunajikuta tunalalamika na kunungunika sana, na ama tukitoa tuna lengo nyuma ya pazia, tunatoa ili kukidhi matakwa na mahitaji yetu katikati ya kanisa, ili tuonekane, ili tuwe na sauti, ili tuwe na neno la mwisho, ili tuweze kufika mahali tukakidhi mahitaji yetu, tuwe na vyeo na nafasi kadhaa kwenye kanisa, kitu ambacho ni kibaya sana katika mfumo wa utoaji wa sadaka. Maneno haya ni magumu kidogo, lakini natakiwa uyameze, yatakusaidia. Angalia kipande cha pili. Oho, kabla sijaenda kipande cha pili, kuna kitu ambacho ndani yangu ninasikia nikirudia hapa, kama Mungu alimwambia Musa, kigezo cha ukusanyaji wa sadaka kisiwe uwezo, bali kiwe moyo wa kupenda. Jifunze jambo hili, ukiona ndani yako kinachokusukuma sio moyo wa kupenda bali fedha ulionayo, jihoji mara mbili. Neno gumu kidogo hili. Ukiona <laughs> ndani yako kinachokusukuma kutoa ni kile ulicho nacho, sio moyo wa kumpenda Mungu, jihoji mara mbili. Jambo la pili, ukiona kinacho ukiona ndani yako husikii kutoa sadaka ama hata ukisikia kutoa sadaka una ajenda ya siri iliyoko nyuma ya pazia ambayo unataka kuitimiza kupitia utoaji wa sadaka ya hayo, ni afadhali usitoe. Jambo la tatu, hayo ninayozungumza hapo mwishoni hayako kwenye notes, kwa hiyo uyadake haraka haraka, si ukasema rudia hayako. <laughs> Jambo la tatu, ukiona ndani yako kusikii kutoa ila kwa sababu umetangaziwa, utoe unataka kutoa ili kutimiza utaratibu, usitoe. Magumu sana haya maneno. Lengo ni nini? Hakikisha umeufinyanga moyo wako katika kiwango cha kujua ya kwamba nilicho nacho, ngoja kwanza, nilivyo na nilivyo navyo ni mali ya Bwana. Ndivyo Zaburi ya ishirini na nne inavyotuambia. Ngoja turudi huu mstari, tumekuwa tukiusoma kwa kona zingine, lakini wacha leo tuusome kwa jicho hili. Zaburi ya ishirini na nne mstari wa kwanza uone kilichoandikwa kwenye hiyo kona. Biblia inasema hivi, ninasoma kwa tafsiri ya Neno. Tafsiri ya Neno anasema dunia ni mali ya Bwana na vyote vilivyomo ndani yake ulimwengu na wote waishio ndani yake. Narudia tena, dunia ni mali ya Bwana na vyote vilivyomo ndani yake, ulimwengu na wote waishio ndani yake. Sasa ukisoma kwa ile tafsiri ya Union Version utapata hiyo picha ya hicho ambacho ninatamani ukione. Zaburi hiyo hiyo ya 24 nisome <coughs> kwa Union Version, sali huo wa kwanza Anasema "nchi", kwa tafsiri ya ardhi, anasema na vyote vijazavyo, maana yake ardhi na vyote vilivyoko juu ya ardhi, anasema ni mali ya Bwana, vile vinavyoonekana na visivyoonekana ni mali ya Bwana. <laughs> anaendelea kusema, dunia na wote wakaao ndani yake, dunia na wote wakaao ndani yake lile neno wakaao ndani yake, wote wakaao ndani yake, maana yake ni watu. Ungerudia kile kipande cha kwanza, tungesema ni mali ya Bwana. Narudia kusema kama ambavyo nimewahi kurudia kusema hii sentensi, kwa tafsiri nyingine Mungu anataka kutupa maana hii ya kwamba sisi na vyote tulivyo navyo ni mali yake. Hiyo sentensi ni muhimu sana, nairudia: sisi na vyote tulivyo navyo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo unapoona kuna nafasi ambayo inakulazimu kutoa ama unaposikia msukumo ndani yako wa kutoa sadaka, ujue hutoi vyako, bali mwenye navyo anavihitaji kutoka kwako aliyekupa dhamana ya kuwa wakili ama mtunzaji wa hicho kitu kwa muda iwe ni fedha, iwe ni mali, iwe ni chochote, Mungu amekupa kama wakili ili uvitunze kwa muda ili muda anapovihitaji aweze kuvipata kutoka kwako. Na ndio maana unapaswa kuusemesha moyo wako ya kwamba hivyo sio mali yako mwenye navyo ni Mungu, anapovihitaji kwa kukusukuma, kukunong'oneza, kukuambia vyovyote maana yake anataka kuchukua katika vile vilivyo vyake, sio vilivyo vya kwako. Sasa kwenye kona hiyo ndiko kuliko na milango miwili, mlango wa ama kufungulia mlango wa baraka kupokea vingi zaidi, ama kujifungia mlango wa baraka kwa, ku, kwa kutoa kwa unyini ama kwa kutoa kwa ubahiri, ili Mungu asikuamini katika vingine vikubwa. Tafsiri yake ni hii: Mungu anapokupa kwa uaminifu wake anataka uvitunze ili atakapovihitaji kwa ajili ya jambo fulani uvitoe tena, kwa moyo ukijua ni vya kwake. Na ndio maana Mungu alipompa Ibrahimu Isaka, aliyempa kama wakili mwema, alipokuwa anamhitaji Isaka madhabahuni, huone Isa, eh, Ibrahimu akilalamika na kunungunika. Kwa nini? anajua Isaka siyo mali yake, mwenye mali ni Mungu. Kwa hiyo kama anamhitaji huyu aliyempa Isaka, maana yake niko tayari kumrudisha Isaka kwake aliyenipa, ili mimi aone kama kuna sababu ya kunipa Isaka mwingine, ama nikabaki bila Isaka. Kwa nini? Isaka hakuwa mali yangu. Ndivyo inavyopaswa kutazamwa kwenye mali tulizo nazo. Moyo wako ukifika kwenye kiwango hicho hautakuwa na shida ya kutoa. Tumekuwa na ugumu, tumekuwa na uzito, tumekuwa na kujihurumia, tumekuwa na malalamiko mengi sana kwenye utoaji wa sadaka, kwa sababu tunadhani tulivyo navyo ni mali yetu. Sio sawa na sio sahihi, na tumefunga milango ya baraka, kuaminiwa ama kupandishwa ngazi nyingine ya kuaminiwa, kwa sababu tulipopewa vichache tulidhani ni vyetu na tulishindwa kutoa kwa uaminifu. Baba, tunalibariki jina lako, asante kwa uaminifu na wema wako Umekuwa kwetu Baba, umekuwa kwetu Mungu. Unasema na sisi haya, inawezekana kabisa kuna mahali tumesahau kwa sababu ya kule kufanikiwa ulikotufanikisha wewe. Tukumbushe kujua ya kwamba si vyetu, mwenye hivyo ni wewe, ikiwemo na sisi wenyewe. Turejeshe huo moyo wa kupenda kutoa kama walivyokuwa nao baadhi ya wana wa Israeli, na walipotoa hawakufirisika uliachilia milango ya baraka kwa ajili yao, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini na kupokea, amena. Ndani yako ukisikia msukumo wa kutoa sadaka, namba yetu ni ile ile ya 0757 mia mbili ishirini, mia mbili ishirini. 0757 mia mbili ishirini, mia mbili ishirini. Mungu wa mbinguni akubariki.